Karibu, tuangazie nyota ya mapacha zidi ya nyota ya mshale: akili ya udadisi zidi ya roho ya uhuru, safari ya kichwa na moyo. Awali ya yote, ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mapacha na mshale ni nyota mbili zinazokaa upande tofauti kabisa wa mzunguko wa zodiaki, lakini zinaletwa pamoja na kitu kimoja kikubwa: udadisi na uhuru. Mapacha ni nyota yenye asili ya upepo anayefikiri haraka, mwepesi wa maneno na mwenye akili ya kuchunguza kila jambo. Mshale ni nyota yenye asili ya moto anayependa kutafuta maana kubwa ya maisha, kuishi kwa kupanua mipaka na kubeba ndoto kubwa. Wawili hawa wanakutana kama wasafiri wawili, mmoja na ramani ya mwanzo, mwingine ana mshale wa moto lakini safari yao inaweza kuwa ya neema au ya kupotea njia, kila mmoja akitaka kwenda kivyake. Tutazame katika mapenzi. Katika mapenzi, Mapacha anapenda kuzungumza, kucheka, kugundua mambo mapya. Kila siku ni tukio jipya. Mshale ni wa kusafiri, mwenye falsafa nzito, anayependa mahusiano yaliyo huru na yenye kusisimua. Wanapopendana, kuna mvuto wa papo hapo. Mapacha huvutiwa na roho ya majibu makubwa ya mshale. Mshale anapenda akili ya mapacha na uwezo wake wa kukaa juu ya mapigo ya maisha. Changamoto. Mapacha anaweza kuona mshale ni wa ndoto zisizokamilika. Mshale anaweza kuona mapacha hana mwelekeo wa kudumu. Ni uhusiano wa vicheko, usafiri, mazungumzo ya usiku kucha, lakini unahitaji uwazi na uaminifu ili kudumu. Tuangazie kazi na biashara. Katika kazi, Mapacha huleta wazo, uwasilishaji mzuri na kasi ya utendaji. Mshale huleta dira ya mbali, ndoto kubwa na falsafa ya kimataifa. Wakishirikiana, Mapacha anaweza kuongoza mawasiliano, media au ubunifu wa bidhaa. Mshale anaweza kusimamia mwelekeo mkubwa wa kampuni, uhamasishaji au hata masoko ya kimataifa. Changamoto. Mapacha anaweza kuwa mwepesi wa kukimbia wazo moja hadi jingine bila kulikamilisha. Mshale anaweza kuchoka kwa maelezo madogo, anapenda kuona picha kubwa tu. Wakiweka malengo ya pamoja, wanaweza kuwa timu ya ndoto, mchanganyiko wa kasi, ubunifu na ndoto kubwa. Tuangazie afya na maisha. Kwenye maisha ya kila siku, mapacha huchangamkia maisha kwa akili na mabadiliko, leo hapa, kesho kule. Mshale anapenda kusafiri kimwili, kuchunguza tamaduni tofauti, kujifunza kwa vitendo. Wakiishi pamoja, Mapacha huleta mazungumzo, starehe na vicheko. Mshale huleta adventure, mipango ya ghafla ya kwenda sehemu mpya na roho ya kupanua maisha. Changamoto: Mapacha anaweza kuchoka kama maisha hayabadiliki. Mshale anaweza kuchoka kwa kujirudia rudia au kuishi maisha ya ndani bila msisimko maisha yao ni kama maonyesho ya kusisimua. Endapo wakichoka, wanaweza kwenda mbali kesho yake. Tuangazie tabia na changamoto. Mapacha ni mwepesi wa akili mwepesi wa kubadilika mwenye kuchunguza, lakini wakati mwingine huonekana mwepesi wa maamuzi. Mshale ni wazati mwenye kusema ukweli hata bila kupepesa, anayetafuta maana ya maisha kila saa. Wanapokutana, Mapacha huleta maswali Mshale huleta majibu ya falsafa. Mapacha hucheka kwa hoja, mshale hupigania msimamo. Changamoto, mapacha anaweza kuchukulia kila kitu kwa ni mchezo tu, huku mshale akitaka kila kitu kiwe na maana. Wote wawili wanaweza kukwepa kujifunza kwa muda mrefu au kuhisi wanaadhibiwa. Ni uhusiano wenye nguvu ya kipekee, kama tamthilia ya maisha yenye vichekesho, adventure na mijadala ya kina. Mapacha na mshale ni kama ndugu wa kiroho waliotawanyika. Wanapokutana kuna mlipuko wa mawazo, vicheko na ndoto. Huu ni uhusiano usio na mipaka, lakini ili kudumu lazima wawe tayari: mapacha aweke dhamira kwenye moyo, mshale apunguze kasi ya mshale, atazame kwenye jicho la mapacha. Ni safari ambayo huweza kuwa upendo wa roho moja au rafiki bora usiosahaulika. Je, uhusiano kati ya mapacha na mshale ni mapenzi ya milele au safari ya muda mfupi? Fuatilia mfululizo wetu wa nyota kwa maelezo zaidi kuhusu nyota yako. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya mapacha zidi ya nyota ya mshale. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri. Bye bye.